Tutegemee kuona e Simba yetu inakaba muda wote, tutegemee kuiona Simba yetu inashambulia mwanzo mwisho, tutegemee kuona pasi nyingi kweli kweli. Mwalimu Dimitar Pantev kabla haja kufunga, kwanza anakumassage anakulegeza uwanjani, eh, anakulegeza, anakuacha ukiwa hoi. Alafu ndio anakufunga goli. Yaani anakupigia kwanza pasi na, na utaalamu wake ni kwamba anaweza akafika mpaka mwisho alafu akapiga pasi nyingi eneo lenu lile alafu akaenda, akaenda, akaenda akafunga. Wewe mwangalie Gaboroni United namna ambavyo alicheza mpira mnene siku ile dhidi ya Simba. Gaboroni United alikuwa na wachezaji wa kawaida mno, nikichoka semeni alikuwa na wachezaji wa kawaida mno, lakini angalia namna timu yake ilivyocheza kama Barcelona. iy angalia timu yake ilivyocheza kwa kujamini na ujasiri wa hali ya juu mno. Angalia namna ambavyo alicheza kwa kutuzidi Simba Sports Club. Sasa ule ujasiri wa ile timu unahamia kwetu hivi sasa Kile kiburi cha wale watoto wa Gabaroni United kilitokana na, na, na, na, na, na, na uwepo wa mwalimu Dimitar Pantev. Sasa kile kiburi kinahamia kwetu hivi sasa, anakwenda kuifanya Simba yetu kuwa timu tishio. Unajua, Simba tuna wachezaji bora sana, tuna wachezaji wazuri sana, kwa tuhitaji mtu kama Pantev kwa ajili ya kuja kuwasimika wachezaji wetu ufidhuli wa kimpira ili waende wakafanye wakafanye maangamizi makubwa. Ndo na maana nasema ya kwamba hajaanza kufundisha, lakini tayari timu yetu imeshakuwa na mabadiliko makubwa kweli kweli na biidhnillah Hmm. Tutaanza kuyaona hayo mabadiliko kwa vitendo kuanzia mechi yetu ya tarehe kumi na saba. Ulisema unaenda kuchora, uh, kuchora tatuu mkononi ushampata mchoraji na nini? Unachora mchoraji? Nimempata na nitachora hapa tatuu. Shida ananiambia yeah, mkono wangu ni mdogo hmm. Ehe. Ko, Ehe, lakini, kwa hiyo e, simba hataonekana sana <laughs> Uso, Naweza nikachora hapa hmm, kama Mike Tyson. Hmm. Yani, eh limradi kumwenze tu kumwenzi tu mwalimu wetu a mwalimu wa mikazo hmm, hapa, tatula hapatatula hmm. Mipango ya safari ya mechi ya ligi ya mabingwa hatua ya pili ipo, mipango yote kwa mashabiki, labda kama ambavyo wengine tunaona wanafanya kuhakikisha tu mnapata support mkiwa ugenini? Kwanza mipango ambayo tunaifanya eh, inaanzia Afrika Kusini. Hivi e, sasa ninapozungumza nanyi e, wapo mashabiki wengi wa Afrika Kusini. Unajua kutoka Afrika Kusini mpaka Eswatini ni masaa matano kwa hiyo e, wameshaanza kujikusanya. Tuna mashabiki wetu pale e, kutoka Jobeg, wekundu wa Johannesburg. Lakini tulivyokwenda e, tulivyokwenda Durban kucheza nusu finali na Stellenbosch, tulizindua tawe jingine pale e, la wekundu wa Durban. Kwa hiyo wale wote wanajikusanya hivi sasa e, kwa ajili ya kuelekea kuelekea Eswatini, lakini tutawachukua vingine wa Botswana, na kuna mashabiki wengine kutoka Zimbabwe pamoja na Zambia na Malawi na wenyewe wanakuja kwa ajili ya kuja kuisupport Simba yao. Kwa hiyo mpaka sasa tuna kundi kubwa la mashabiki kutoka kusini mwa jangwa la Sahara ambao wanakwenda Eswatini. Kwa hapa nyumbani Tanzania bado sijapata maelekezo ya viongozi wangu tunafanyaje, ili kuaccommodate mashabiki ambao wanahitaji kwenda na timu eh, Eswatini, kwenda kumpelekea moto mpinzani wetu